Kwa majina anaitwa Hamisi Haruni Zakayo, mwenyekiti wa mtaa mta wa serikali ya mtaa wa Nyerere. Kufika hapa nikakuta mkuu wa kituo pamoja na maaskari wengine na mtuhumiwa akiwa akakaa hapo chini. Baadaye wananchi wakajaa, mkuu wa kituo akawatuliza wananchi, wakatulia, akaanza kutoa maelezo kwamba jamani, sisi tulipewa taarifa huyu kwanza ndugu alikuja kutoa taarifa kwamba kapotewa na mke wake, lakini baadaye kuna mwananchi alipiga simu na kutoa taarifa kwamba huyu aliyekuja kutoa taarifa kwamba mke wake kapotea ni habari ya uongo, sio ya ukweli. Alimpiga mke wake na akamfukia kwenye shimo la choo. Naomba mfanye taratibu za kufuatilia, mtabaini, mkachunguze, mtabaini mka hilo tatizo. Baada ya hapo wakamnyanyua mtuhumiwa tukaingia naye ndani akaanza kuonyesha kimoja hadi kingine. Wakamuuliza, ehe, tukio lilianzaje? Akasema yeye alikuwa kwenye mpira, alirudi majira ya saa sita usiku. Alivyofika akawa anaona kagizagiza kwenye hii nyumba kwa nyuma yani, kwa nje pale akawa anaona kama kagizagiza fulani yani kama kuna watu. Baadaye alivyoacha simu kumulika hivi akaona kuna watu, mke wake kalala na mwanaume kalala juu. Alikuwa na lifimbo fulani yani, ni mpini wa jembe, akataka alivyokuwa anadai ataka mpige yule mwanaume wa juu, alivyofanya hivi, kichwa lile fimbo likafikia kwenye kichwa cha mke wake, na hatimaye umauti ukamfika, na ndo akafanya zoezi la kufanyaje, la kwenda kumtumbukiza kwenye shimo la choo. Kwa majina anaitwa Peter Amri Robert, ni afisa mtendaji wa mtaa wa Nyerere kata ya Matumbulu halimashauri ya jiji la Dodoma. Mtaa umepata simanzi, majonzi kwa hivyo tuko hapa na hii ndio nyumba ambayo alikuwa kiishi marehemu pamoja na, na, na mumewe mtuhumiwa, ambaye anatuhumiwa kumuua marehemu. Tuko hapa baada ya taratibu za awali kufanyika na jeshi la polisi, uongozi wa serikali ya mtaa Nyerere, kata ya Matumbulu, kwa ushirikiano na viongozi wengine pamoja na wananchi. Tuko hapa kwa ajili ya kusubiri taratibu zingine kutoka jeshi la polisi, ambazo ni kupata kibali kutoka mahakamani kwa ajili ya kuja kufukua mwili ambao umetupiwa ume, ume, ume, umezikwa katika shimo la choo. Kwa maelezo ya mtuhumiwa, chanzo ni wivu wa mapenzi kwa mtuhumiwa. Kwa maelezo yake, anadai amemfumania, ame ni fumanizi, amemfumania marehemu akiwa na bwana ambaye jina tunalihifadhi. alivyomfumania akaamua kujichukulia sheria mkononi. Kwa majina naitwa Haruni Ndaru Kamaja, mimi ni baba mdogo wa mtuhumiwa. Basi wakawa wamekuja na mtuhumiwa kweli, akawa amekuja amefungwa na pingu, wakawa wamemweka hapa. Basi tukawa tunasubiria taratibu za kipolisi zifanyike kweli wakamwita mtendaji na mwenyekiti wa mtaa pamoja na maafisa wa polisi na balozi wakachagua na baadhi ya watu wengine, wakaingia huko ndani, wakaenda wakakagua huko ndani. Wakati huo mimi wakawa wameniacha huku nje na wananchi wengine, kwa hiyo walichokikuta kule ndani walichokiona walikuja kutuambia kwamba wamejiridhisha kwamba amewaonyesha kwamba sehemu alipomfukia uh, Rabeca ila hawa, hawawezi kufukua mpaka wakapate kibali cha mahakama. Tabia zake zimekuwa za ugomvi wa mara kwa mara, zimekuwa za ugomvi wa mara kwa mara. Mimi mwenyewe nimejaribu kusuluhisha na nilivyoona kwamba kusuluhisha mimi peke yangu sasa inakuwa inaniwia vigumu, nikawaambia sasa, ugomvi wenu sasa unapokuwa unatokea, hebu nendeni kwa viongozi wa serikali. Na kuna kipindi aliwahi kumpiga mkewe, mimi nikiwa shambani Mvumi, mwenyekiti hakuacha alinipigia simu, baada ya kunipigia simu kwamba Issack amempiga mkewe nikaambia sasa, kama amempiga mkewe, naomba kwa sababu bado niko mbali, naomba nikirudi nimkute nani kituo cha polisi. Ndivyo nilivyomjibu mwenyekiti, na siku hiyo Rabeca alilala kwa mwenyekiti, lakini baada ya kutoka kule nimerudi nikakuta wamesuluhishana kwa hiyo suluhu yao sikuelewa kwamba aliyesuluhisha ni nani kwa jina. Mimi naitwa Yudia Bwanga Matonya. E, mimi ni jirani, afu ni mkwe wangu, yule mkwe wa kaka yangu ambaye ni mtoto wa mama mkubwa. Lakini Isaac ni kila siku ilikuwa yeye na ugomvi na mke wake, akienda tu kwenye pombe anasema katafute hela, akienda kutafuta tena anakuja, mara ananyang'anywa mara, yani ilikuwa ni kero kwetu. Kama ni kero sasa, mpaka ametimiza, ameua. Jina langu naitwa Agnes Andrea Mwarko. Ila mara kwa mara tu walikuwaga wanagombana, ugomvi wao tu ni wa muda mrefu, walikuwa tu wanagombana mara kwa mara e, wanaenda serikalini huko, wanaamliwa wanarudi tana, wanakaa vizuri, ila tu ugomvi wao ni wa muda